Baada ya kusikia tukio hili tulisogea eneo husika, lakini tulichokiona ndicho kama hicho kilichotoka. Wakati tumesubiri polisi kuja kumtoa, kwa sababu alikuwa amelala chini ya maji, kwa ule uso hatukuweza kutambua kabisa, kiasi ambacho sisi kama bodaboda tulifikiri kwamba inawezekana akawa ni ndugu yetu, rafiki yetu, mdogo wetu, mdogo, mdogo, lakini pia atakuwa mkubwa wetu. Lakini kwa mwonekano mimi niliouona pale dogo alivyotolewa pale na polisi kiukweli, nilichokiona kwanza sijamtambua. Sisi tumeamshwa na jirani kuja kuangalia mtu amekufa. Watu walipokuja tukuta kweli amekufa, amelemesha kichwa, lakini bahati nzuri makapiga simu polisi, tukampigia simu mwenyekiti na baadhi ya watu wakawa, naomba waje nini kumgeuza, tukazuia kwa sababu kuna alama chini za kama kulikuwa na dalili ya mvutano tukaangalia zile alama kulikuwa na gloves, viatu viko tofauti. Sasa tukajaribu kuzuia watu wasifanyie, wasikanyage zile alama zikapotea, polisi wakija apate ushahidi kamili, lakini dakika mwishoni ilishindikanika. Toka asubuhi nakwenda kupasulia maji hapo, yalikuwa kule, yalikuwa mengi naitoka, natoka hivi, kuna mama mmoja kana, natoka hivi anapandisha hivi je, akaanza kuniita baba, njoo njoo, kuna mtu hapa, naenda kuangalia na mtu ame-, amelala kwenye kwenye msingi. Imeripotiwa taarifa ya kifo cha mashaka, ambapo kijana mmoja aliyetambulika kwa majina ya Amisa Ramadhani Juma, huyu ana umri wa miaka kumi na nane, Msukuma, Muislamu, shughuli yake ni dereva wa bodaboda na mkazi wa maeneo ya Isedia. Mwili wake uligundulika kando ya barabara kwenye eneo moja lililoko katika mtaa wa Malolo, kata Malolo, katika manispaa ya Tabora ambapo aligundulika akiwa amefariki na pikipiki piki yake bado haijapatikana. Na mwili wake haukuwa na majeraha yoyote isipokuwa alionekana kuwa amekunywa maji mengi, na eneo hilo ni eneo ambalo lilikuwa na na maji mengi kufuatia mvua kubwa ambayo ilinyesha. Kwa hiyo kwa kuwa pikipiki piki yake haijapatikana tunaendelea na uchunguzi ambapo tunategemea kesho uchunguzi wa kisayansi utafanyika, postmortem ili kuweza kubaini chanzo halisi cha kifo ni kitu gani.